Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Jumatatu juma la thelathini na tatu katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, makaba wa Makabayo wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kumi hadi kumi na tano arobaini na moja hadi arobaini na tatu hamsini na nne hadi hamsini na saba kisha sitini na mbili hadi sitini na nne Somo katika kitabu cha kwanza cha Wamakabayo. Siku zile, mtu mmoja alitokea mzaliwa wa upotovu kweli. Jina lake Antiokusi Epifanesi, mwana wa mfalme Antiokusi kwanza, alikaa Roma kama mfungwa wa amana. Halafu akapata ufalme mwaka wa mia moja thelathini na saba wa utawala wa Wagiriki. Kulikuwa na wana wa uovu katika nchi ya Israeli siku zile, waliofanya bidii ya kuwaharibu Wayahudi wengi, wakisema, twende tufanye maagano na mataifa wanaotuzunguka, kwa maana tangu tulipoacha kuwa rafiki zao, misiba ya kila namna imetuangukia. Maneno hayo yakapendeza Baadhi ya wenyeji wakakubali hima, kumwedea mfalme wakapatana naye kuzishika desturi za watu wa mataifa. Pale Yerusalemu walijenga ukubi kulingana na utamaduni wa watu wa mataifa, wakajifanya kama hawakutahiriwa, wakakanusha agano takatifu, wapate kushirikiana na watu wa mataifa namna hiyo wakajiuza dhabini. Ndipo mfalme Antiokusi alipotangaza amri mpya kwa nchi zote za miliki yake, kwamba ni lazima watu wote waunganike kuwa taifa moja tu, kila kabila likipaswa kuziacha desturi zake. Basi makabila mengine yakakubali amri hiyo ya, ya, ya mfalme na kati ya Waisraeli walikuwako wako wengi waliopendezwa na dini mpya, wakakubali kutolea sadaka za miungu na hata Sabato wakaidharao. Siku ya kumi na tano ya mwezi wa Kislevu ya mwaka mia moja arobaini na tano wakatia chukizo la uharibifu katika altari ya sadaka, na katika miji mingine ya Yuda altari nyingine zikajengwa na barabarani mbele ya nyumba wakafanya sadaka za mafukizo. Vitabu vyote vya sheria vilivyopatikana vikalaluliwa na kuchomwa moto, na mtu ambaye nyumbani mwake kitabu cha agano kilipatikana au yeye aliyezidi bado kuishika sheria aliuawa kwa amri ya mfalme. Lakini ingawa masumbuko yalikuwa mengi mno, Waisraeli wengi walikuwa imara na waaminifu, bila kulegea mioyoni mwao. Wakakataa kula vyakula najisi, wakaona ni afadhali kufa kuliko kuchafuka kwa vyakula na kudharau sheria takatifu ya agano. Ghadhabu kali sana ilishuka juu ya Israeli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana Zaburi sura ya mia moja kumi na tisa mstari wa hamsini na tatu sitini na moja mia moja thelathini na nne mia moja hamsini mia moja hamsini na tano kisha mstari wa mia moja hamsini na nane Kitikio: unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Ghadhabu imenishika sababu ya waovu wanaoiasha sheria yako. Unijalie uzima, e Bwana, nami nitazishika amri zako. Kaba za waovu zimenifunga, lakini sikuisahau sheria yako. Unijalie uzima, e Bwana, nami nitazishika amri zako. Uniopoe na thurma ya mwanadamu nipate kuzishika amri zako. Unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Wanaonifuata kwa jama baya wamenikaribia, wamejitenga bali na sheria yako. Unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Wokovu uko bali na watu waovu, kwa kuwa hawazitafuti kanuni zako. Unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Nimewaona wasioamini nikachukizwa, kwa maana hawakulitii neno lako. Unijalie uzima e Bwana, nami nitazishika amri zako. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, asema Bwana, anifuataye mimi atakuwa na nuru ya uzima. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Ruka. Utukufu kwako e Bwana. Ruka sura ya 18, Mstari wa 35 hadi 43. Yesu alipokaribia Yeriko, kulikuwa na mtu mmoja kipofu aliyekaa kando ya njia akiombaomba. Alipowasikia watu wanapita kwa wingi, aliuliza kuna nini? Wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Akapasa zau, sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi unihurumie. Wale waliotangulia wakamkemea anyamaze, lakini yeye alizidi kuita, mwana wa Daudi, nihurumie ni. Kisha Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Alipomkaribia, alimuuliza ungependa nikufanyie nini? Naye akasema Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, ona, imani yako imekuponya. Mara akaona, akamfuata akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.